hivi sasa saba Chere chereo, tamukuta, siwa. ni saa <tipi> <bari kutoka> <tipi> <tipi> na nusu mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka redio Daladala. Msomaji Furaha Masinga. Arusha kutokana na usumbufu unaoendelea wa usafiri wa kwenda kutibiwa kwa babu Loliondo, serikali imetoa usafiri Lleone. wa mabasi matano kwa punguzo la asilimia kumi kwa kuelekea huko size. Na, kufanya booking sasa hivi umetoka ongea na simu hey, unasema unaenda sasa hivi, unageuka unasema unaenda wapi? Unaenda Loliondo tena hey. Kwa nini sio? Watanzania tuna historia ya kusahau mambo, kwa sababu juzi hapa kulikuwa na Dowans umeenda, imekuja Gongo la Mboto. Haya sasa hivi tena imekuja babu wa Loliondo, wamesahau mabomu ya Gongo la Mboto. Kwa nini lazima hey, hata kama Mtanzania akiongoianzai na Nikirudi huko ndio. Umalize moja ndio uende. Ah, wapi? Ndugu yangu tunangani, utajua ha, mwenye maana humalizi moja ukafaya nyingine, anaenda eh,